Jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, mchungaji wa kanisa la AIC, mkuu wa idara ya injili na misheni. Ah, tunayo furaha kubwa sana siku ya leo kwa kuanza mafunzo ya umisheni, na mafunzo haya tunayafanyia katika diocese ya Mwanza katika eneo la Bishop Magesa a, Conference Center na kituo cha mafunzo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kufanyia mahali hapa mafunzo ya umisheni. Mafunzo haya yanalenga kuwafundisha watu waweze kwenda kuwafundisha watu wengine namna ya kwenda katika utamaduni mwingine kufikisha habari njema ya Yesu Kristo. Mafunzo haya yatajumuisha namna ambavyo Mtu anaweza akatoka katika utamaduni wake akaenda katika utamaduni mwingine. Lakini pia tutajifunza na kumwomba Mungu namna ambavyo kanisa letu la AIC tutaondoka kwenda kufanya umisheni katika nchi zingine, katika mikoa mingine, katika makabila mengine. Katika mafunzo haya tutakuwa tunajifunza. Kila dayosisi watakutana kwa vikundi na kujadili kumwomba Mungu, kuchagua ni kabila lipi, ni kundi lipi ambalo watamwomba Mungu na kwenda kulifikia, na kumwomba Mungu namna ya kwenda kufanya kazi ya umisheni katika kundi hilo au katika kabila hilo. Kwa hiyo katika mafunzo haya tunamshukuru Mungu sana ya kwamba Mungu anaendelea kutuwezesha. Tumekuwa na wana mafunzo wamekuja kutoka katika dayosisi zote za kanisa letu la AIC. Kwa hiyo tunao watu kutoka nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo ni, ni mafunzo ya kitaifa, lakini pia ni mafunzo ya kimataifa haya mafunzo yamefundishwa kule Mexico na yanatarajia pia kufundishwa katika nchi ya Urusi na Ukraini na yamefundishwa kwetu hapa Tanzania na mwezeshaji wetu amekuja kutoka kule Marekani, na yeye amekuja kutufundisha, kutupa hizi mbinu mpya. Haya mafunzo yenyewe yamezaliwa kutoka kwenye kongamano la maskofu lililofanyika mwaka jana Arusha Engedi. Baada ya kongamano hilo la maskofu, sasa yakazalishwa. Hawakukaa hawa tu peke yake na kubaki nayo, lakini yamezalishwa ili kuweza sasa kuweka katika vitendo, sio kukaa nayo tu peke yake, lakini kuyaweka katika vitendo. Kwa hiyo hili darasa ni darasa la vitendo kwao tunamshukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana, endeleeni kuiombea kazi ya Mungu ya umisheni, ombea kanisa letu la AIC Amen. Angalie Zaburi ya 67. Zaburi hii tunajua zaburi zimeandikwa na watu mbalimbali, sio mtu mmoja tu, kama ambavyo huwa tunasema Daudi ameandika zaburi, Daudi ameandika zaburi Zaburi hii ni zaburi ambayo ya inasema hivi kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa saba. Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake, njia yake ijulikane duniani wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu na washukuru, wakushukuru, Ee Mungu; watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie na waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Watu na wakushukuru Ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Nchi imetoa mazao yote, Mungu, Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye. Mwandishi wa Zaburi hii amekuwa katika hali ya kuimba, akitafakari kwanza juu ya ukuu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, lakini pia anachokiangalia hapa ni juu ya mataifa na hata nchi kwa ujumla. Sasa ni kama Waisraeli, anawakumbusha juu ya wajibu wao, kwamba kama Mwisraeli, kama Myahudi, wajibu wako ni nini. Na mara zote tunafahamu historia inavyosema kwamba mara nyingi Waisraeli walifikia sehemu wakaanza kujisahau. Kumbe Mungu alipomwita Ibrahimu, amemwita si kwamba hizo baraka alizompa ziwe za kwake peke yake. Maana Mwanzo ile sura ya kumi na mbili, wakati anamwita anamwambia, nitakufanya kuwa baraka, lakini pia nitakupa ni jina. Na kwa hiyo sasa kama amefanywa kuwa baraka huyu Ibrahimu na hapa tulipo ni uzao wake, na huyu mwandishi ambaye ni Daudi anasema juu ya kitu ambacho ninakiita ni wajibu siku ya leo, kwamba wajibu wetu kama kanisa juu ya matani, na katika ule mstari wa kwanza anasema juu ya kumwajulisha mataifa njia, yani hii njia, maanake kuwajulisha mataifa kuhusiana na Mungu wa kweli. Ni wajibu ambao ni wajibu wetu sisi kama kanisa, na hapa anasema Mungu na atufadhili na kutubariki, anasema na na kutuangazia uso wake, njia yake ijulikane wapi duniani. Kwamba Bwana, sawa, tubariki sisi, lakini lengo kuu la Mungu si kutubariki sisi na kutufanya sisi tukae karibu na yeye, lakini dunia yote waijue njia. Wakati mwingine ni kumhutubia niku kutoa hotuba. Wakati mwingine mtu ni kumwelekeza aenda akafanye kwa vitendo yale aliyomfundisha.